Mpishi, mlinzi, mwalimu, kuwe na mkataba wako. Huo mkataba anapokwenda kinyume, ndio mnachukulia hatua ule mkataba. Nyinyi mnafanya kazi kirafiki kila. We mkuu wa shule, nimeongea mara ngapi pamoja na mikataba? Sasa mimi ndio mtekelezaji, wewe unasimamia ufundishaji ni pamoja na kuwasimamia haki za msingi wa watumishi wenzio. Lakini baya zaidi ni hapa, mnadai miezi mitatu mpaka miezi kumi na moja, wengine mpaka miezi kumi na tatu. Kwa nini usiende polisi? Samani nimekuja, nitaandika, nitampa wiki moja, nyie wote mlipwe hata kwa awamu, lakini mlete mrejesho kwangu kwamba mzee pamoja umeandika. Mi sio lazima nikutane na mkuu wa shule hapo na mwenye shule, mimi natoa mamlaka kwako wewe mimi ndio rafiki yangu. <coughs> Lakini akienda kinyume, mimi naandika hapa, nitachukua hatua za kimahakama, mkondo wa sheria uchukue mkondo wake. Nyie sio watumwa. Mtumishi umekuja kuomba kazi ili wewe ufanye kazi kiyakinifu, lakini upate haki yako. Usipopata haki yako utafanyaje kazi? miezi kumi wewe unaishije? Na ndio nyie mnayokwenda kwenye mikopo ya kausha damu <coughs> mpishi iko wapi mpishi iko wapi? <coughs> Inawezekana wao wanakula jikoni kila siku. Mkuu wa shule, wewe ndio mwakilishi wa serikali, mpigie kwamba tumekuja hapa na timu, tukija kufanya hapa taratibu za kisheria kwa tarehe hiyo nitakayotaja, asitoe lawama. Sisi tumechoka na shule ya Sajoni, kwani Sajoni iko peke yake? tuna shule thelathini na mbili za private huko kwingine, mbona hamna makesi? kesi iwe hapa tu, kwa nini? kama ameshindwa kuendesha shule afunge. Na sisi hiyo mandate tunayo, mimi kama kamishina wa elimu katika eneo langu la kazi, Tanga jiji, nina uwezo kuifunga hii shule. Naifunga kwa sababu, sababu watumishi wanadai hata hivi, nashawishika kumwandikia barua asifungue shule mpaka nyote yote mlipe. Haiwezekani. Mama Samia akisikia hili, hawezi kufurahi. Mkurugenzi mkuu wa wilaya akisikia, mkuu wa mkoa, hawezi kufurahi. Tumekuja hapa mara kadhaa. Kwanza wasimamie watumishi wenziwe, ndani ya wiki, kila mtu awe na mkataba ndani ya wiki hii na kama mkataba wako umekufa uishe, uzalishe tena upya ili uwe hai. Lakini la pili, kila mtu alipo. Tunafungua shule tarehe ngapi, mwalimu mkuu? tarehe kumi na tatu. Niyote mwe mmelipo mwezi mzima. Leo ni tarehe kumi. Leo afisa elimu amekuja hapa, kuna maelekezo aliyomwelekeza mwalimu mkuu, kufikia mpaka tarehe kumi na saba kuna mikataba inatakiwa ipelekwe pale na ameelekezwa amwambie mkurugenzi wa shule mpaka tarehe kumi ya mwezi wa kwanza alipa madeni yote. Nadai takriban miezi kumi na tatu ya mshahara, kwa hiyo tunaishi katika mazingira magumu sana, ukizingatia wengine tuko nyumba za kupanga, tunadaiwa kodi, bili ya maji, bili ya umeme. Kwa kweli kazi kwa wakati mgumu sana, ukiangalia unafanya kazi maana kitabu Biblia inasema anayefanya kazi anastahili upewa posho lake, na siyefanya kazi asile. Kwa sababu nafanya kazi lakini sipewi, kwa hiyo naishi na manunguniko sana kwenye moyo wangu. Naomba serikali kama serikali uchukue uamuzi ili sisi tuweze kulipwa stahiki zetu. Miongoni mwa watumishi hapa tunajitahidi kufanya kazi na kwa namna ambayo eh, tunaweza na kwa mujibu wa utaratibu wa kazi na kwa kuwa sisi ni walimu tunafanya kazi kwa misingi ile ya kitaaluma, lakini kinachotusikitisha walimu ni kwamba tunafanya kazi lakini hatulipwi. Kwa mfano, mimi sasa nina miezi mitatu sijapata e, malipo yoyote, kwa hiyo inaleta ugumu katika kuishi. Lakini katika utendaji kama tunavyojua mwalimu au kama alivyo mtumishi mwingine, unapokuja kazini lazima uwe vizuri kisaikolojia, na ili uweze kufanya kazi, uweze kumfundisha mtoto aweze kukuelewa, lazima uwe vizuri zaidi kiakili. Na akili haiwi vizuri tu ni kwa sababu unalipwa. Sasa kuto kulipwa kunaleta changamoto za kiutendaji, hata migogoro ndani ya taasisi yaweza kutokea kwa sababu tu hatulipwi. E, nimepokea mgeni wa afisa elimu wilaya e, amefika hapa kwa ajili ya kushughulikia e, changamoto za walimu e, wanazokumbana nazo walimu hapa Sajoni. E, kwa maelekezo ya kiongozi ametuelekeza walimu tuhakikishe tumepata mikataba e, ndani ya siku saba. Lakini pia e, kiongozi amesisitiza ameelekeza kwa mmiliki wa shule kuhakikisha kuwa ndani uh, kufikia tarehe kumi ya mwezi wa huu wa kumi na mbili uh, mkurugenzi hao wa amewalipa walimu uh, madai yao ya miezi kadhaa ambayo hajawalipa. Lakini pia uh, afisa elimu ameelekeza uh, madai yote haya na yale ya miaka yote ya nyuma uh, mpaka kufikia mwakani, kabla shule hazijafunguliwa basi, au ameshamalizana nayo, la sivyo shule haitaruhusiwa kufungua mpaka hapo atakapokamilisha haya yote.